Yes, bwana mchezo umemalizika hapa katika dimba la KMC Complex ambapo Wekundu wa Msimbazi Simba ushindi wa jasho na damu wakitoka nyuma kwa bao moja kwa sifuri na kuibuka na ushindi wa bao mbili kwa moja dakika za jioni kabisa. Lionel Ateba Mbida anaaminiwa anaanza, anatupia chuma mbili lakini tofauti na hilo, Lilian, Wekundu wa Msimbazi Simba leo wameonekana ku struggle walipomkosa Jan Chaza, huwa hajatengeneza kabisa nafasi za mabao siku ya leo. Ahoua, <laughs> na kwenye kikosi. kuna mtu aliwahi kusema kuna kitu ambacho juu umuhimu wake mpaka atakapokikosa, lao imeonekana kwa Simba. Unajua faida ambayo hawao uko nayo ni mchezaji ambaye anajua namna gani ya kucheza on space, na mchezaji ambaye anawezo wa kutengeneza nafasi kwao. Kumkosa namba kumi ambaye msimu huu kwa Simba ndo amekuwa amehusika katika mabao mengi, lazima inakuwa challenge kubwa sana kwao, yes. Kulikuwa na pengo kubwa sana hawa, ila mimi pia niliona pengo la Ngoma. Kwa nini? Fabrice Ngoma amekuwa ni mchezaji ambaye anaisaidia sana Simba katika ku drive team mbele, kwa sababu uwezo wake mkubwa wa passing ability, yani ana uwezo wa kupiga pasi, ana uwezo wa kutoka nyuma na kufanya stepping na mpira kwa ajili ya kutengeneza njia ya mpira kwa, kwa kosa wachezaji wawili katika eneo la kiungo imekuwa shida sana kwao. Si kwamba walikuwa ni wabaya, hapana, there is a difference between jinsi hao wanapocheza na tofauti jinsi hao wanapocheza. Mimi naamini Awesu alikuwa anatumia muda mwingi sana sehemu ambapo kuna mpira kuliko eneo ambapo anatakiwa kucheza. Kwa hiyo anafika stage unamuona mpanzo anatoka katika eneo la pembeni anahamia katikati kwenda kuziba ile pengo la Awesu. Inawezekana ni, ni, um, ni, ni kocha alimtuma kufanya vile. Ile alikuwa anatengeneza baden kwamba mipira mingi katika eneo ile inashindwa kufika kwa sababu mtu ambaye anatakiwa ipokee alikuwa hayupo katika nafasi pia aina kipindi cha pili, at least Simba alionekana ina nguvu, kwa sababu kwa msimu huu Simba kuwa wakitumia sana flanks kwakosa, katika kipindi cha kwanza Shomari Kapombe pamoja na Mohamed Hussein kuna kitu ambacho wake kinakosekana, kwa sababu Mohamed Hussein ni mmoja wa wachezaji ambao ni bora katika kufanya overlapping, ni bora katika kufanya movement katika eneo la mpinzani. yes. Simba walionekana kuchoka hasa sisi Simba ambayo tumezoea ikicheza wanapanza mpira, tempo inakuwa kubwa, lakini leo wameanza akiwa chini sana, na hata zile runs, e, tumezikosa leo. Labda inawezekana ni mchezo ambayo wamecheza huku nyuma ama ni nini ambacho tunapelekea leo kupata ushindi kwa tabu sana. Ndani ya wiki mbili wanacheza mechi mbili ngumu ambayo moja wanachezea hapa, wanatoka safari ndefu, kwa hiyo fatigue lazima iwepo kwa wachezaji. Kuna wakati ambapo si kila siku ni Jumatatu kwangu mi nimezaliwa kwa moyo ku respect players. Hii kazi wanaifanya si nyepesi, she najua 90 minutes ni challenge. 90 minutes zinahitaji nguvu nyingi sana. Kuna mtu aliyekusema kutia dakika 19 ni zaidi ya kutembea kilomita 100. Kwa hiyo kwangu, a kilomita 100 kama sikosai, kama kumbukumbu yangu njema. Kwa hiyo 90 minutes ni dakika nyingi sana kwa uwanjani kwa the moment hata mchezaji lazima naye achoke. Kuna wakati unatamani kuonyesha kile ulichokionyesha, ila kukumbuka kwamba three days ago ulikuwa na mechi ngumu ambayo ilitakiwa ikuvusha kwenda katika hatua ya fainali. Una understand sana wachezaji kwamba the moment wanapata fatigue, wanahitaji muda wa kupumzika. Ndio maana kwa FIFA anakuambia mchezaji akicheza Mile kulikuwa na safari kutoka Afrika Kusini kuja Dar es Salaam kuanza mazoezi ya mechi nzuri. Wenzao mashujaa wamepata muda mrefu wa kupumzika. Kwa hiyo ukapata timu ambayo imepata muda mrefu wa kupumzika. Na timu ambayo imetoka kucheza mechi katika interval fupi, lazima wachezaji wachoke. Kwa mimi kwangu, I respect players. The days ambazo lazima zitakuwa mbaya na kuna siku zitakuwa nzuri. Simba alikuwa na siku nzuri, siku mbaya in football. Siku nzuri ni kupata alama tatu, kwa hiyo inawezekana amekuwa na siku nzuri kupata alama tatu, ila in, in, on the pitch they had a tough day. Wamekutana opponent ambaye anafika, opponent ambaye yuko very aggressive, kwa hiyo amewapa mechi ngumu sana Simba. I believe kwa performance ambayo ameonyesha Mashujaa wanastahili pongezi, though amepoteza alama tatu katika makosa ambayo I believe ni individual mistakes. Yani kuna mistakes ambayo ki, za kimtu mmoja moja, moja ndo kitu ambacho kimeamua mechi ya mashujaa hii leo. Simba kuondoka na alama tatu. Uh, walionekana kucheza vizuri kipindi cha kwanza na cha pili kilivyoanza. Makosa hayo yalikuwa ya namna gani ya mchezaji mmoja mmoja? Hebu kwa kwa mbaye eh, kitaalamu, kita ni mtaalamu bana. Unajua uh, <laughs> football is a game of mistakes. Kwa hiyo lazima makosa yawepo. Kwa mfano the moment ambayo tuu tunaona mashujaa wanaamua kubaki sana ku, ku, delayment of time na hichi ni kitu ambacho kimeadhibu. Siku zote tunasema unapoteza muda, poteza muda uko na miliki mpira. So miliki mpira, refari anaweza kuongeza dakika kuanzia moja mpaka 15, anaruhusiwa katika mchezo wa mpira wa miguu. Maana what happened ni kwamba refari akaamua kuongeza dakika 15, within the 15 minutes, dakika ya mwisho anaenda kuruhusu goli la pili. Kwa maana yake kama wasingepoteza muda in that style, inaweza kana wangeondoka na alama tatu, yeah. Au alama tatu. E, alama moja. E, malalamiko yamekuwa mengi kutoka kwa mashabiki kwenye swala la zote mbili, kwangu ni penalty. Penalty ya kwanza mtu ameshika, ya pili foul no ndani ya box anakwambia ni pigo pigo, nani pigo la penalty. Kwa hiyo mimi kwangu sioni kosa la muamuzi katika katika penalty. Labda kuna kosa lingine ila kwenye penalty, amefanya kazi yake. Unajua the moment in football wanapokuwa kiwanjani ni tofauti na sisi ambao tunakuwa nje. Ile tension ya kiwanjani ni tofauti sana. Kwa maana mimi huwa I stay neutral kwamba football is a game of mistake. Alikosea, amekosea. Ila kikubwa ni ku reduce those mistakes. Mimi naamini kwa jinsi ambavyo walicheza mashujaa kipindi cha kwanza, wangeingia na determination ile ile, mechi singekuwa hivi ilivyo. The moment kuna makosa ambayo yanafanyika ambayo anapelekea hapa. Yes, Lilian tumalizie. kuna Msimbazi, Simba wana mchezo tarehe tano dhidi ya JKT Tanzania e, miongoni mwa timu ambazo zinafanya vizuri sana zikiwa kwenye uwanja wa nyumbani kwenye mchezo dhidi ya JKT Tanzania. Wana mchezo pia tarehe nane kama sikosi, na tarehe kumi na moja watakuwa na mchezo. Kwa namna ambavyo wamecheza leo, tutarajie Simba ikibadilika. Yes, it's a tight Kumekuwa na viporo vingi kwa sababu ya michuano ya kimataifa ambayo wa Simba wanashiriki. Kwa hiyo wana time table ngumu sana ambayo wanatakiwa waende kuikabili nao. Kwa hiyo I believe katika hizi mechi tatu ambazo zipo hivi karibuni, kutakuwa na rotation kubwa sana ya wachezaji kulingana na kuweza kuwakipa wachezaji fit. Kumbuka kwamba ndani ya hizo siku takriban, baada ya hizo siku tatu za mechi, mechi ngumu tarehe kumi na saba na mechi away ya eh, fainali, inawezekana ikawa ni fatigue time table, time table ngumu. I believe inawezekana pia kutakuwa na changes kidogo ya ratiba kwa ajili ya kuendelea kuwatengenezea, uh, kuwapa nafasi hii timu ambayo imebaki kwa upande wetu, ambayo inashiriki michuano ya shirikisho barani Afrika, ambao wako finali, kwa sababu timetable ni ngumu, na ukitazama kwamba mechi ya mwisho tayari kuna moja wanatakiwa malizie, uh, Tabora. Kwa hiyo itapatikana timetable ambayo ni ngumu kwa kocha yote ambaye ana mechi nne ngumu hivi karibuni katika kipindi kifupi, kwa sababu lazima tuweke mechi ya Marekani na sio nne, mechi tano ambazo ziko katika interval kifupi, kwa hiyo wanahitaji muda mwingi sana wa kuweza kuzicheza mechi hizi, wanatakiwa wao waangalifu sana. sana kwa, kwa yo, sababu ni ngumu sana so, kwa wachezaji pia inawezekana ikakutana na majeraha ambayo hawakuyategemea. Kwa hiyo you need to keep your players fit, kwa maana nimeona kabisa, umeona jinsi gani Fadlu leo alifanya rotation kubwa sana kwa kikosi chake. Sio kwamba anapenda kufanya rotation, ila ratiba jinsi ilivyokaa lazima afanye rotation kwa ajili ya kuendelea kwa kikosi chake fit. Shukrani sana Lilia, asante.